Alioenda kujitambulisha Haji Q akiwa ajiparte zakiristel msanii wa TikTok, imeputana naye katika, sijajua kama mgahawa wao wow, ama laa warafiki yake au la, wamekuja tu labda naemenyiekijakuda lakini, nataka niulie naye mambo mauli matatu sawa. Eh, sijui kwamajina tnanaajsa vizuri, na nintaka nijue zaidi wena kiu mpo vipi, namna namnagani, mpo mazingira gani? labda au mahusiano marafiki au sawa, na katika mapenzi yenu yametumia, labda kwa muda gani, miaka miezi au vipi? Sawa, yes. Na niliona pale mmechukua hatua ya kwenda eh, ajiki kwenda kumtambulisha kwa ndugu zako na nini, kwa umefikia prosesi yoyote labda ya kutaka kuona kitu gani? kwa hiyo nahitaji wana yeah. Mpenzi mtazamaji, wa ugaigai kitaani Haji Q anahitaji kuoa. Ah, si mchezo kweli, wasanii wenzake ni vitu vya kuiga sana eh, na istoshe nitaka niulize swali moja, kwa sababu wewe naona uko katika process ya kuolewa, lakini pia nimeona kuna changamoto fulani. Kamera zetu zimekukamata kwamba ulikuwa na mwanaume na huyo mwanaume ulikuwa unamlisha, lakini pia ulikuwa namnawisha na kumtengea chakula tofauti na ambapo unavyomfanyia kwamba mwanaume wako hivi. Yani, kuna jambo gani hapo? inaume yako au na yule naye pia eh, ni mpenzi wako? maana ni kwa mpenzo ah, wako maana akisawa kaotduu amsema ukweli azima kamela kidogo wewe ukizungumza kweli, na hizi sadaka zungusha. Hatuwezi kufanya hicho kweli zungumza. Kuna ukweli ndani yake na kitu kama nimechakuka au kitu gani. Kwa hiyo tukimtafuta yule jamaa tukimuuliza akisema kwamba yeye ni mtu wako, eh? Tamkia mabaya. Aha, basi sawa, haina shida. Na tunaona kwamba hadi kiwa analalamika sana katika nyimbo zake maswala ya mapenzi. Sasa sijajua kabisa kwamba we unaniumiza au ndo haidia yake, kila kukicha tu mapenzi ya kuumizwa. Bado tujaelewa sisi, watazamaji nao pia hawajaelewa. Unataka utusofanulie hapo ni aidia yake mwenyewe, sawa na kuambia watazamaji kwamba aulege ikitaa kwamba, je kuna kitu chochote ambacho cha kuwaelezea ili ilimaji wajue kabisa kuna mazingira gani baina ya wewe huh, na wao waweza kualika shughuli au kuna kitu gani au kuna jambo gani ilimaji wapate kufahamu na uhusiano unaofikiria kwamba mlipanga initaarifu, basi haina shida. Kiukweli natumaini, nashukuru sana kwa kuweka muda wako, na tunafurahi sana kufanya interview na wewe Ugaigai Kitaani. Kikubwa zaidi, tunakupenda, ongeleni sana, na mapenzi yenu ya dumu na mambo yenu ya vizuri. Tunashukuru sana. Basi sawa, watazamaji wote, ni yule yule mtangazaji wenu wa Ugaigai Kitaani, sauti ya